Ni mwendelezo wa kampeni za mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi katika maeneo mbalimbali hapa visiwani Zanzibar. Akiwa katika mkutano hadhara hapa Paje, amesema serikali ijayo tahakikisha mkoa wa kusini Unguja maendeleo yote yanafungulwa ikiwemo ujenzi wa barabara kubwa, pamoja na kufungua mkoa huu zaidi katika sekta ya utalii kama ilivyo ivi sasa. Tunapozungumza sera ya Chama cha Mapinduzi kwamba utalii kwa wote, tunakusudia nini? tunakusudia kwamba utalii huu usiwanufaishe wenye hoteli peke yao, tupate vijana wetu wapate ajira katika mahoteli hayo, wakulima wetu na wavuvi wetu wapate soko la uhakika katika mahoteli hayo, lakini vile vile shughuli za tours zifanywe na watu wa ndani wazawa, sio watu wa nje. Na hapa mgombea huyu Dr. Hussein Ali Mwinyi ameelezea mikakati yake katika sekta ya uwekezaji. kwenye eneo jingine ni uwezeshaji wananchi kiuchumi tutaendelea kufanya mambo manne yafuatayo: kutoa mafunzo kwa wajasiriamali mbalimbali, kuweka mazingira bora ya kufanyia shughuli za ujasiriamali ikiwemo masoko ya kisasa, kutoa zana kwa wakulima wa mwani kwa wavuvi na kwa wengine wanaofanya biashara mbalimbali, tutatoa mbegu bora na mbolea kwa wakulima wa mpunga na kadhalika. Lakini vile vile tutaendelea kutoa mikopo isiyokuwa na riba kwa wajasiria mali ili wajikwamue kimaisha. Kwa wanawake, tunatamani atupatie mikopo ambayo alikuwa kashaanza kutupatia, aendeleze zaidi kutupatia wale ambao walikuwa hawajapata, na akasema, kaliahidi hilo, ataliendeleza na kwa vijana, tunatumai kutupatia ajira, kwa sababu asilimia vijana wengi kwa sasa hawana ajira. Usimela kweli, wagombea mbalimbali wa vyama vya siasa wameendelea kunadi sera zao kwa wananchi, ili wananchi waweze kuzipima sera hizo na waweze kuwachagua Oktoba 29, mwaka huu. Kutoka kusini, mkoa wa Kusini Nguja, Mtumwa Saidi, Azam News.